Rais wa Ukraini Volodymyr Zelensky anasema yuko tayari kwa kazi ya uaminifu na Marekani baada ya kupokea rasimu ya mpango wa amani wa kukomesha vita na Urusi. Vyombo kadhaa vya habari vya Marekani vinaripoti kwamba chini ya mpango huo, Kiev itaacha maeneo ya Donbas mashariki mwa Ukraini ambayo bado inayadhibiti, kupunguza ukubwa wa jeshi lake na kuahidi kutokujiunga na NATO. Haikuwa wazi jinsi Ukraini ilivyohusika katika kuandaa mpango huo, lakini katibu wa habari wa ikulu ya White House Caroline Levitt alisema Marekani ilikuwa inashirikiana na, na pande zote mbili. Katika taarifa tofauti, ofisi ya Zelensky imesema kwamba Ukraini imekubali kufanya kazi katika vifungu vya mpango huo na kwamba ni njia ambayo ingeleta mwisho wa haki wa vita, kulingana na rasimu ya mpango huo ambayo imechapishwa kikamilifu na Financial Times na Axios. Jeshi la Ukraini litakuwa na wanajeshi laki sita na ndege za kivita za Ulaya ambazo zitawekwa Poland. Mpango huo unasema kwamba Kiev itapokea dhamana za usalama za kuaminika, ingawa maelezo zaidi hayajatolewa. Rasimu hiyo pia inasema Urusi itaunganishwa tena katika uchumi wa dunia kupitia kuondolewa kwa vikwazo na kwa kuialika Urusi kujiunga tena na G7, jukwaa la nchi zenye nguvu zaidi duniani, na kuifanya G8 tena ikiwa mpango huo utathibitishwa kikamilifu. Madai katika mpango huo yanaonekana kupendelea maslahi ya Moscow. Zelensky anasema anatarajia kuzungumza na Rais wa Marekani Donald Trump katika siku zijazo kuhusu mapendekezo hayo ambayo pia yanajumuisha mipango ya Ukraini kuachana na silaha zake nyingi. Lakini katika mkutano na waandishi wa habari katika ikulu ya White House, katibu wa habari wa ikulu ya White House, Levitt amekataa mapendekezo kwamba mpango huu unadai makubaliano na kuikandamiza pakubwa Ukraine na kusema kuwa rais wa Marekani anaunga mkono mpango huo. Mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio wamekuwa wakifanya kazi kimya kimya kwa takribani mwezi mmoja na walikuwa wamewasiliana na pande zote mbili ili kuelewa kile nchi hizi zingejitolea ili kuona amani ya kudumu. Levitt alisema ni mpango kwa Urusi na Ukraini, aliongeza, bila kutoa maelezo zaidi. Tunaamini kwamba unapaswa kukubalika kwa pande zote mbili, na tunafanya kazi kwa bidii sana ili ufanyike. Afisa mkuu wa Marekani ambaye hajatajwa jina aliambia CBS News kwamba mpango huo uliandaliwa mara moja kufuatia majadiliano na mmoja wa wanachama wakuu zaidi wa utawala wa rais Zelensky Rustam Umerov, ambaye alikubali sehemu kubwa ya mpango huo baada ya kufanya marekebisho kadhaa na kuwasilisha kwa rais Zelensky. Katika taarifa iliyotolewa kwenye ukurasa wa X wa Zelensky, aliandika upande wa Marekani uliwasilisha hoja za mpango wa kukomesha vita na maono yao. Nilielezea kanuni zetu muhimu. Tulikubaliana kwamba timu zetu zitafanya kazi katika hoja hizo ili kuhakikisha kuwa zote ni za kweli. Taarifa hiyo imekuja baada ya mkutano uliofanyika huko Kiev, siku ya jana Alhamis, Novemba ishirini elfu mbili ishirini na tano kati ya Zelenski na maafisa wakuu wa jeshi la Marekani, akiwemo katibu wa jeshi la Marekani Danny Driscoll, mkuu wa majeshi Jenerali Land George na kamanda mkuu wa jeshi la Marekani barani Ulaya General Chris Donahue. Licha ya mwitikio wa upole wa Kiev kwa rasimu hiyo, Zelenski alisema anathamini juhudi za rais Trump na timu yake kurudisha usalama barani Ulaya, licha ya mtazamo laini kwa utawala wa Urusi. Katika hotuba yake ya usiku siku ya jana Alhamis, Zelensky alisema Ukraini inahitaji amani inayostahili na kwamba heshima ya watu wa Ukraini lazima iheshimiwe. Alipoulizwa ikiwa Ulaya ilihusika katika mchakato wa kuandaa mpango huo, mkuu wa sera za kigeni wa EU Kaja Kalas alisema hapana, hilo sifahamu. Ili mpango wowote ufanye kazi, unahitaji wa Ukraini na wazungu, aliongeza. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema ingawa kumekuwa na mawasiliano na Marekani hakukuwa na mchakato ambao unaweza kuitwa mashauriano. Peskov alionya kwamba makubaliano yoyote ya amani yangelazimika kushughulikia sababu kuu za mzozo, msemo ambao Moscow umetumia kama kifupi cha mfululizo wa madai ya kiwango cha juu ambayo kwa Ukraine ni sawa na kujisalimisha. Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer alisema Mustaka wa Ukraini lazima uamuliwe na Ukraini na hatupaswi kamwe kupoteza mtazamo wa kanuni hiyo, inayounga mkono amani ya haki na ya kudumu ambayo sote tunataka kuona. Tangu kuanza muhula wake wa pili mapema mwaka huu, Trumpu ameanzisha mipango mbalimbali mbali inayolenga kukomesha vita nchini Ukraini, ikiwa ni pamoja na mkutano wa kilele wa pande mbili na rais wa Urusi Vladimir Putin huko Alaska, ziara kadhaa za mjumbe wake Whitkov huko Moscow na mazungumzo ya mara kwa mara na Zelensky na viongozi wengine wa magharibi. Maadhimisho ya miaka minne ya uvamizi wa Urusi dhidi ya Ukraini yanakaribia, pande hizo mbili zinabaki kutokubali, pande hizo mbili zinabaki kutokukubaliana sana kuhusu jinsi ya kumaliza vita hivyo, ingawa Ukraini imekuwa vizuri katika kulenga miundombinu ya kijeshi na vifaa vya nishati vya Urusi kwa kutumia ndege zisizo na rubani na masafa marefu, mashambulizi ya Moscow dhidi ya maeneo muhimu ya Ukraini yanaendelea bila kikomo. Alhamis Novemba 20, 2025, shambulio la Urusi dhidi ya mji wa Saporisia wa Ukraini liliua watu wasiopungua watano kulingana na gavana wa mkoa huo. Saa chache baadaye, wizara ya ulinzi ya Urusi ilisema imezuia na kuharibu ndege zisizo na rubani thelathini na tatu za Ukraini katika maeneo kadhaa ya Urusi. Mapema wiki hii, takriban watu ishirini na sita waliuawa katika shambulio la kombora Urusi na ndege zisizo na rubani kwenye vitalu vya nyumba katika mji wa Tenopil wa magharibi mwa Ukraini, huku watu wengine kumi na saba wakiwa wamepotea, Zelensky alisema huku akitoa rambirambi zake. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.